Wana wa, wa, wa, wa, wa michezo lakini pia baadhi ya marais kutoka katika nchi mbalimbali, ambao miongoni mwa marais hao akiwemo rais Donald Trump, akiwemo rais Bill Clinton, lakini pia akiwemo rais Joe Biden, lakini pia baadhi ya wafalme mfalme wa Morocco lakini pia mfalme wa Saudi Arabia, mfalme Sulmani, lakini pia wako ndanimo, wana miziki, wana sanaa, alikuwemo Michael Jackson, lakini pia alikuwemo Jay-Z, lakini pia wako wakina Nicki Minaj na wenyewe wamehusishwa katika kadhia hii. Ni kadhia ambayo inayomhusu Geoffrey Epstein, ambaye alikuwa mmoja kati ya washiriki wakubwa wa shirika la kiintelijensia la nchini Israel linalotambulika kama Mossad, na hatimaye baadaye kuhamia Marekani na kutengeneza ukaribu zaidi na viongozi wakubwa wakiwemo marais wa Marekani, lakini pia wakiwemo wafalme wa nchi mbalimbali, lakini pia wakiwemo wanasiasa pamoja na wanamuziki na wafalme kutoka katika kada mbalimbali. Sakata lilianza mwaka wa 1980 baada ya kuwa amekuwa mashuhuri, baada ya kuwa amekuwa rijalul amali, mfanyabiashara mkubwa, baada ya kumiliki nguvu za kiuchumi kiasi kwamba akawa ni tajiri mno, ndipo alipoamua kununua kisiwa maalum ambacho kutoka pale aliopo, alipokuwa mpaka katika kisiwa hicho, ni sawasawa umbali wake na kilomita tatu. Akaamua kukijenga kisiwa hicho kwa kukiwekea misingi maridhawa, kwa kuwekea anasa za aina tofauti na sehemu za starehe tofauti, lakini pia akachukua mabinti chini ya umri wa miaka kumi na nne chini ya umri wa miaka kumi na tano, chini ya umri wa miaka kumi na sita, na kuwaingiza katika kisiwa hiki Kiti, kisiwa ambacho kutokana na aina ya starehe mbalimbali zilizowekwa mle ikawa ni kivutio kikubwa kwa viongozi waliokaa madarakani na kuwadhulumu wananchi wao na kwenda kustarehe katika kisiwa hiki ikawa ni kimbilio la wanamichezo mbalimbali, lakini pia ikawa ni kimbilio la wafalme na maraisi, lakini pia ikawa ni kimbilio la wana wasanii mbalimbali mbali, kama vile wakina Michael Jackson, ilhali wakiwa hawatambui kwamba Epstein ni mtu ambaye alikuwa ametayarishwa maalum alikuwa ametayarishwa maalum na serikali ya Israeli na serikali ya Mayahudi kuanzisha jambo la namna hii kwa lengo la kutaka kuwaharibia watawala ambao wameshika dunia, lakini pia anafanya haya kwa maslahi mapana ya Israeli. Baada ya kukamilisha misheni hiyo na kuweka kamera, hakuna kiongozi yoyote ambaye aliyekwenda kushiriki anasa na starehe ndani ya jumba hilo ndani ya kisiwa hiki isipokuwa alirekodiwa. Lakini ikawa ni kimbilio la kila yule ambaye anayetaka mamlaka popote duniani, hawezi kupita katika mamlaka yake, hawezi kuwa kiongozi mkubwa katika jamii yake au taifa lake. Ni lazima kwanza aende katika kisiwa hiki. Hapa mtandao utamkutanisha, mtandao wa Epstein, utamkutanisha na viongozi wakubwa duniani, utamkutanisha na watawala wakubwa duniani ambao wao watakuwa ni sehemu ya kumfanya kiongozi huyu aweze kushika madaraka Jeffrey Epstein akitumiwa kama sehemu ya milango ya kwenda kuwaona mashetani waliokuwa wanamwongoza na ambao waliokuwa wanamwamrisha kutekeleza mambo haya kwa faida yao. Epstein anazingatiwa kuwa ndio lango kuu la kwenda kuwaunganisha wafalme mbalimbali duniani na watawala mbalimbali mbali duniani kwenda kuongea na mashetani kwa ajili ya kupeleka zawadi na kuwapa nguvu katika tawala zao. Epson alikuwa ni mmoja kati ya wafuasi wanaoabudu mungu anayeitwa Baala. Baala ni mmoja kati ya miungu iliyokuwa inaabudiwa na Mayahudi kabla ya Uyahudi, lakini wakaja pia Mayahudi wakaendelea kumwabudu. Ndugu zangu, hakuna jambo ambalo linalotamkwa na Qur'ani isipokuwa jambo hilo mustamirran hata stamirun ila yaumil qiyama, isipokuwa jambo hilo litaendelea mpaka siku ya qiyama. Qur'ani imekwisha tamka wazi kutaja Mungu huyu wa kishetani ambao walikuwa wanamwabudu watu wa Elias baada ya kutumwa Elias kwa watu wake aliweza kuwakataza kwa ushahidi wa Qur'an, nasema inna Elyasa la minal mursalin, hakika Elias ni katika mitume wa Mwenyezi Mungu. Qala liqaumi ala tattaqun, alisema kuwaambia watu wake ala tattaqun, hivi amumchi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hivi hamumwogopi Mwenyezi Mungu mmoja Atadauna baalan, mnaitana kwenda kumwabudu huyo mungu wenu wa Baala ambaye ni mungu wa kishaitani. Watadharuna ahsana alkhaliqin, na mnaacha yule ambaye ndiyo mbora wa kuumba ambaye amekuumbeni katika sura hiyo ambayo mlionayo sasa. Hakika Allahu rabbukum, Mwenyezi Mungu pekee aliyekuumbeni ndiyo mola wenu wa rabbu abaikumul awwalin, na ndiyo mola na ndiyo Mwenyezi Mungu wa baba zenu na wazazi wenu waliokuwa huko kabla. Taswira ya aya hii inazungumza wazi kwamba huko nyuma Banu Israel na Mayahudi walikuwa wana mungu waliokuwa wana mwabudu pasi na Mungu ambaye walioachiwa na baba yao Ibrahima alaihi salatu wassalam. Sasa Baala ni Mungu ambaye wao walikuwa wanamwabudu, lakini walikuwa wanamtangulizia zawadi za aina mbalimbali, fidaan lahum, wanamtangulizia zawadi za watoto wadogo kama fidia, lakini pia kama masharti ya kukubaliwa maombi yao katika kisiwa hiki Geoffrey Epstein mmoja kati ya kazi kubwa alizokuwa akizifanya kwa kushirikiana na viongozi wakubwa wa mataifa mbalimbali, ambao wote wanahusishwa na kashfa hii kubwa ya unyanyasaji, kashfa hii kubwa ya ukatili wa kijinsia, kashfa hii kubwa ya mauaji, alikuwa anashirikiana nao kwa kuwateka watoto wadogo, kwa kuwateka watoto wadogo kutoka katika baadhi ya maeneo na baadhi ya nchi kama vile Uturuki lakini pia katika maeneo mengine duniani, halafu anawaleta katika hili kasri na baadaye inakuwa qurbanan lahum, inakuwa kama vile wanatolewa kama sehemu ya zawadi kwa Mungu anayemwabudu, ili wapate yale ambayo wanaoyataka katika mataifa yao. Lakini ajabu ya kusikitisha zaidi, hata vipande vitatu ambavyo vinavyotumika katika kuvisha ile Alkaaba ya Waislamu pamoja na kulifunika jiwe la Alkaaba vimekutwa katika malafu, katika mafaili ya Epsen kama sehemu ya zawadi ya Mfalme Salmani kwa Epsen kutokana na kupata nafasi hiyo ya ufalme, ya gamaa haulai lmashayikh Saudia. Hawa ni mashehe wa Saudia. Lakini utakumbuka maneno ya mmoja kati ya wanahistoria wakubwa nchini Marekani ambaye yeye alithubutu kusema wazi kwamba hawa wafalme wa Kiarabu na baadhi ya viongozi wao wengi kwa hakika sio Waislamu, hawawezi kuwa ni Waislamu. Kwa nini? Kutokana na mambo ambayo wanaoyafanya na ghafla tulishuhudia katika historia baadhi ya mambo yaliyokuwa hayapo katika nchi ya Saudia. Mara tu baada ya King Malik suleiman Salman, baada ya kuchukua madaraka yake na ufalme wake, alianza kubadilisha, ikiwemo maswala ya kujenga makani, makasino, kujenga sehemu za kistarehe, kujenga sehemu za madanguro akionyesha kwamba taifa hili linatakiwa liwe huru, lakini kumbe maelekezo yote alikuwa anayapata kutoka kwa Epsen ambaye ndiye alikuwa kiunganishi kikubwa baina yake yeye na mataifa mengine. Lakini swali la kujiuliza, pamoja na security kubwa ambayo walionayo wa Marekani, ulinzi mkubwa walionao wa Marekani taftishi ukaguzi mkubwa walionao wa Marekani, investigation walionayo wa Marekani, waliwezaje watoto kama hawa kuingia katika nchi ya Marekani pasi na ukaguzi wa aina yoyote? Ni wazi kwamba kuna mengi nyuma ya mgongo yalikuwa yanafanyika yakiwahusisha viongozi wakubwa wa mataifa hayo. Walikuwa wanajua nini ambacho hasa kinachofanyika duniani, matakwa yao ilikuwa ni nini duniani. Kwa hiyo bwana Epson aliweza kufanya biashara hii kuanzia mwaka wa 1980 kuanzia mwaka wa 1980 mpaka mwaka wa 2019 ndiyo mwaka ambao amefariki. Lakini ukiangalia miaka hii ukajumlisha, ni takriban miaka 40 ameweza kuifanya shughuli hiyo. Je, hakuna ukaguzi wowote uliowahi kufanyika? Na hawa maraisi walikuwa wanawezaje kuingia katika kasri hili, ila hali nyuma au wamezungukwa na mabodyguard, ulinzi mkubwa, lakini waliwezaje kuingia katika kasri hili? Ndugu zangu, hapa ndipo palipokuwa panaamuliwa maamuzi ya dunia, kwamba tunamtaka nani na nani hatumtaki, nani awe kiongozi na nani asiwe kiongozi, ni maligani, mali gani rasilimali za nchi gani ambazo tunazozitaka na rasilimali gani za nchi gani ambazo hatuzitaki. Kwa hakika huu ndio uliokuwa ulimwengu wa kishetani, ulimwengu ambao leo hii umeweza kubadilisha tabia za watu kutoka kwenye tabia hasi, kutoka kwenye tabia chanya na kwenda kwenye tabia hasi Ulimwengu huu ndio ulikuwa unatumika katika kuhakikisha kwamba unatetea unatengeneza misamiati ambayo itakayotumia, utakayotumiwa na ulimwengu kama vile kutekeleza e, kama vile ku, kutetea haki za wanawake, kama vile kutetea haki za watoto, lakini pia kutetea haki za watu wazima. Lakini hao leo hii ndio ambao wanathibiti na kuonyesha ulimwengu juu ya yale machafu waliokuwa wanayafanya katika jengo hili. Watoto wamebakwa katika jengo hili, watoto wamelawitiwa katika jengo hili, watoto wameuawa katika jengo hili na kisiwa hiki, zimeliwa nyama za binadamu. Yote hayo kutaka kumridhisha mungu wao, anaitwa Bala, mungu ambaye la yusminu wala yughni minjoi walichofanya katika kutekeleza mtandao huo ilikuwa ni pamoja na mambo kuweka mkakati wa mambo matatu yafuatayo. Sehemu ya kwanza ni kuhakikisha kwamba wanamiliki vyombo vya habari vikubwa, wanatengeneza pesa ya pamoja, lakini pia wanakamata kila vyanzo vya uchumi duniani pamoja na migodi vyombo vya habari maana yake kile watakachokianzisha iwe ni rahisi kuenea ulimwenguni, lakini yote ni maamrisho waliokuwa wakiamrishwa na mungu wao Baala. Lakini hii pia ni sehemu tunasema kwamba ni haya tu, Trumpo ni mwisho wa utawala wa rais Donald Trumpo. Kwa nini ni mwisho wa utawala? Kwa sababu moja kati ya kashfa zinazomhusu Trump ni pamoja na kashfa hii ambayo anaonekana yeye alikuwa ni mustari wa mbele katika kila tukio takriban, kwani mpaka sasa tayari kuna zimesha achiwa safha picha pamoja na video milioni tatu, ile hali katika khazina ile terabyte terabyte ambayo wanazungumza ina jumla ya safha milioni sita na pointi, lakini mpaka sasa tumeona mafaili milioni tatu Maana yake bado kuna balaa kubwa katika mafaili hayo. Yumo mfalme wa Saudi Arabia Almaliku Lharamaini anayemiliki msikiti wa Makka anayemiliki msikiti wa Madina, na alipoulizwa kwa imekuwaje vitambaa hivi vimeweza kukufikia wewe, akasema kwamba, Geoffrey Epstein, akasema kwamba nimepewa kama zawadi, lakini pia hili ni sehemu ya mambo ambayo yatakayopelekea watu kujaa kwa wingi katika eneo langu hili la kibiashara, eneo langu hili la kistarehe, kama ambavyo watu wanavyojaa katika msikiti wa Maka kutoka katika kila pande za dunia, na kila mtu akiingia katika msikiti wa Maka basi atakwenda kukibusu kitambaa hiki atakwenda kuibusu nyumba hiyo atakwenda kushika nyumba hiyo atakwenda kusoma nyumba hiyo, na atakwenda kuomba sehemu hiyo. Lakini kwa nini anakwenda pale? Kwa nini amechukua? Ni kwa sababu kama watu wanavyoitikia pale kutoka katika kila pande ya dunia, na hivyo ndivyo ambavyo hapa wanatakiwa wafike kutoka katika kila pande ya dunia. Joffrey Epson ameudhihirishia ulimwengu juu ya machafu ambayo yanayofanywa na dhambi zinazofanywa na ukatili unaofanywa na viongozi mbalimbali kutoka kila pande ya dunia. Ndugu zangu, tunapaswa kumwelekea Mwenyezi Mungu ambaye ndiyo muumba wa kila jambo, lakini haya yanakuja ni baada ya Rais Donald Trump kushindwa au kusita kuishambulia dola ya Iran. Ni baada ya kuwa amegeuza maamuzi yake katika kuishambulia dola ya Iran. Na laiti kama angeliweza kuishambulia dola ya Iran, maana yake haya yote yasingeweza kujulikana. Lakini kwa nini leo hii anajulikana? Ni kutaka kumwondoa rais Donald Trump kwa kupitia kashfa hii katika urais wake. Maana yake hatokuwa na uwezo wa kuongoza tena dola ya Marekani ikiwa ana makosa na machafu ya namna hii yaliyothibitika kwa njia ya mbalimbali. Sasa haya ni sehemu ya mambo ambayo tunaendelea kuyagundua leo hii katika mitaa yetu na katika jamii yetu, zinaa imekuwa ni jambo la kawaida mubah, yaani imekuwa ni halali. Lakini pia unywaji wa pombe umekuwa ni halali, starehe za ajabu ajabu zimekuwa ni halali. Lakini chanzo chake, uhalali huo unatokana na kanuni zinazotengenezwa duniani. Viongozi wanapokutana katika jambo hili walikuwa na uwezo wa kutengeneza kanuni, na kwa kuwa wao ndio wafanyabiashara wakubwa, basi kila kanuni walioitengeneza, maana yake ilikuwa inalinda maslahi yao wao. Ndio maana kila taifa ukienda, isipokuwa taifa moja tu, kila ukienda katika kila taifa utakutana pombe ni halali, ukienda taifa lingine utakutana zina ni halali isipokuwa taifa moja tu peke yake al al-Afghanistan, taifa la al Afghanistan peke yake, kule pombe ni haramu, lakini pia zinaa ni haramu, na ukifanya unashughulikiwa, na ukikamatwa kama umeoa utauawa. Ndugu zangu, kwa kadiri ambavyo siku zinavyokwenda, tunazidi kugundua mambo mambo, yanafunuka na mambo yanabaki wazi. Wuduha shams ni wazi kwamba kwa maharibiko yaliyoko sasa duniani na kwa namna hali inavyokwenda, jambo pekee ambalo litakaloweza kutuokoa ni sisi kumwabudu Mwenyezi Mungu wa kweli, ni sisi kumfata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sababu haya ambayo yanayozuka yalikuwa yamewalenga Waislamu, viongozi wa Kiislamu, viongozi wa nchi za Ulaya. Unaposema Waislamu hapa, maana yake ni viongozi kutoka upande wa Mashariki ya Kati, unapozungumza